Chukua Kelvin, utajifunza mengi kutoka hapa. Anapewa taa ya ajabu inayotoa pesa na utajiri, lakini taa hiyo haikutoka bure. Alipewa sharti la ajabu sana kwa ajili ya utajiri huo. Brian, umebakiza kumbukumbu moja tu, ukinitolea hiyo nitakufanya mtu wa ajabu zaidi duniani. Je, unataka kujua nini kilichotokea? Sawa, hebu kwanza nisaidie kugusa alama ya like, kisha subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa Unaangalia simulizi hii ukiwa wapi wapik? Okay, tunaanza. Kwa jina aliitwa Kelvin. Kelvin alikuwa kijana mwenye bidii sana, fundi wa umeme pale mjini Morogoro. Kazi yake ilikuwa ya mikono, lakini moyo wake ulikuwa mkubwa, ndoto zake zikiwa kubwa kuliko kipato chake. Alikuwa akiamini siku moja naye atainuka, atamiliki kampuni kubwa ya umeme, atavaa suti safi, na watu watamwita Mhandisi Kelvin. Lakini maisha hayakuwa rahisi. Kodi, madeni na marafiki wa kupotea walikuwa mzigo. Zaidi ya yote, mpenzi wake Trati, msichana mrembo aliyemsomesha hadi kidato cha sita, alianza kumdharau taratibu. Wewe Kelvin, kila siku unaniambia mipango, mipango. Mimi nataka maisha, si ndoto, alimwambia siku moja kwa hasira. Kelvin akanyamaza, macho yake yakijaa machozi. Sawa, labda siku moja utanielewa, akajibu kwa sauti ya chini. Siku moja akiwa amekaa kwenye kibanda chake cha fundi, akaona mzee mmoja ameketi pembeni ya barabara, akiwa amechoka sana. Mzee huyo alikuwa na koti lililozeeka, lakini macho yake yalikuwa na mwanga wa ajabu, kama mtu anayejua siri nyingi. Kelvin kwa moyo wake wa huruma, akamsogelea. Mzee, hujambo? Ungependa maji au chakula kidogo? Mzee akamtazama taratibu, akatabasamu. Asante kijana wangu, wengi hupita bila kujali lakini wewe umesimama. Moyo kama wako ni nadra. Walienda pamoja kwenye kibanda, Kelvin akamnunulia mzee chakula. Walipomaliza kula, mzee akamwambia Kelvin, kila mtu anatembea na kivuli chake, lakini wachache husema na kivuli chao. Leo nitakupa zawadi, si zawadi ya kawaida, bali ya siri ya dunia. Kelvin akacheka kwa aibu, mzee, mimi sina hela ya kukulipa na sina hata muda wa mizaha. Mzee akatabasamu tena Sio mizaha, kijana, chukua Kelvin, utajifunza mengi kutoka hapa. Chukua hii taa ndogo ya chuma, ni taa ya kale, lakini ndani yake kuna nguvu kubwa. Ukikosa tumaini, usiku wa manane, washa taa hii, kisha sema maneno haya, nuru ya giza, nifunulie siri za dunia. Utapata unachokitaka, pesa, heshima, chochote. Lakini kumbuka, kila nuru ina giza lake. Baada ya kusema hayo, mzee alitoweka ghafla, Kana kwamba hakuwahi kuwepo Kelvin alibaki ameduaa. Alifikiri labda ni ndoto au wazimu wa jua kali, lakini usiku ulipofika, akiwa hana hela ya kulipa umeme, akawasha taa hiyo. Mwanga wake ulikuwa wa ajabu, si wa balbu, si wa moto, bali wa aina fulani ya kijani hafifu. Akasema kwa utani, nuru ya giza, nifunulie siri za dunia. Ghafla upepo mkali ukapuliza ndani ya nyumba, sakafu ikatetemeka, kaa ikang'aa kama jua. Na ndani yake akatokea mwanamke mrefu mweusi mwenye macho mekundu. Akaongea kwa sauti yenye nguvu, Kelvin, umeita nuru ya giza. Mimi ni Biliora, mlinzi wa tamaa zako. Sema unachotaka. Kelvin akatetemeka. Nataka pesa, kazi, heshima. Nataka dunia inijue. Biliora akatabasamu, hilo ni rahisi. Kesho asubuhi utapokea simu ya ajira kubwa. Lakini kumbuka, kila unachopewa lazima urudishe kwa kitu cha thamani zaidi, moyo wa kitu unachokipenda. Asubuhi kweli, Kelvin alipigiwa simu. Kampuni moja kubwa ya ujenzi ilikuwa inahitaji fundi wa umeme kwenye mradi wa hoteli ya nyota tano. Alianza kazi, akaingizwa kwenye dunia ya fedha na heshima. Mwezi mmoja tu, Kelvin akawa mtu wa magari, akabadili makazi, akabadili marafiki. Trati aliyemkataa zamani akamtafuta mwenyewe. Kelvin wangu, nimekosa mtu kama wewe. Samahani kwa nilivyosema zamani. Kelvin akaona nafasi ya kujibu kisasi. Sawa, ngoja tuanze upya, akasema huku moyoni akicheka. Lakini kadiri alivyopanda juu ndivyo alivyozidi kuingia kwenye giza. Kila wiki alipoomba msaada mpya kutoka kwa taa Eliora, alimwambia atoe moyo wa kitu anachopenda zaidi. Mara ya kwanza akatupa pete aliyowahi kupewa na marehemu babake, mara ya pili akauza nyumba ya urithi wa familia, lakini kila mara alipata mafanikio makubwa zaidi. Siku moja, Trati akamwambia Kelvin, umebadilika, umebarikiwa, lakini pia umegeuka mtu wa ajabu, usiku unaongea mwenyewe, mara unalia, mara unacheka. Kelvin akamkemea usiniingilie, hujui ninachofanya. Lakini ndani yake alikuwa akiumia. Mwisho akasema tena kwa taa, nataka kuwa bilionea wa Afrika, nipe utajiri usioisha. Bi Liora akatokea tena, macho yake yakimetameta. Umefika mwisho wa matakwa yako Kelvin, sasa toa moyo wa kitu unachokipenda zaidi kuliko maisha yako. Kelvin akasema sina kitu kingine. Liora akamwangalia kwa tabasamu la kutisha, unalo Trati. Kelvin akakumbuka yote waliopitia mateso na upendo, lakini tamaa ilimzidi. Usiku wa manane akamchoma sindano ndogo ya sumu Trati alipolala Alipokufa ha ikang'aa, kuta zikajaa mwanga wa dhahabu na noti zikaanza kutoka hewani. Kelvin akacheka kwa sauti ya wazimu, ndiyo, mimi ni mtu mkubwa sasa. Lakini siku tatu baadaye, alipoamka mwili wake ulianza kudhoofika. Kila akijitazama kwenye kioo, ngozi yake ilionekana kama inachomeka kutoka ndani. Alipojaribu kuomba msaada kwa Biliora, ha haikuwaka tena. Badala yake, sauti kali ikasikika ndani ya nyumba Kelvin, nuru ya giza haijawahi kumpa mtu bila kuchukua roho yake. Ulitaka dunia ikujue, sasa dunia itajua kupitia kifo chako. Kesho yake watu walimkuta Kelvin nyumbani kwake amekufa akiwa amekaa mbele ya taa iliyozimika, macho yake yakiwa wazi, uso wake ukiwa na tabasamu lenye hofu. Kwenye meza kulikuwa na maandishi kwa damu, nuru ya giza hunufaisha wanaoitumia, lakini huishia kuwa meza. Na huu ukawa mwisho wa Kelvin Kijana aliyeuza roho yake kwa tamaa ya mali na heshima. Miaka kumi na tano ilipita tangu kifo cha Kelvin. Nyumba aliyokuwa akiishi ilibaki imefungwa, ikionekana kama kivuli cha huzuni. Watu wa mtaa ule walikuwa wakipita kwa tahadhari, wengine wakisema walimwona Kelvin usiku akizunguka dirishani, wengine wakidai kusikia sauti ya mwanamke ikilia ndani. Hakuna aliyeweza kuingia, mpaka kijana mmoja kwa jina Brian alipohamia mtaani pale. Brian alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu akijitafutia riziki kwa kutengeneza vifaa vya umeme. Alikuwa na akili nyingi, lakini maisha magumu. Kodi ilikuwa kero, chakula ni shida, na kila alipopiga hatua bahati ilimgeuka. Siku moja, akiwa anatembea kuelekea kwa fundi aliyemwajiri kwa muda, akapita karibu na ile nyumba ya Kelvin. Mlango wa mbele ulikuwa umeachwa wazi nusu, kana kwamba unamwita mtu. Brian akasogea kwa hofu, akatizama ndani. Vumbi lilikuwa limetanda, lakini ndani kulionekana taa ndogo ya chuma ikiwa juu ya meza, imefunikwa na ukungu hafifu wa kijani. Alipoikaribia, upepo wa ghafla ukapuliza mlango ukafunga kwa nguvu. Ndani kukawa kimya, ila taa ikawaka yenyewe. Brian akastuka, akajaribu kutoka, lakini milango yote ikawa imefungwa. Ndipo sauti ya mwanamke ikasikika, sauti nyororo lakini yenye nguvu. Karibu tena, mlinzi mpya wa nuru ya giza. Brian akatazama huku na kule, akashika kifua chake. Wewe ni nani? Niko wapi? Taa ikangaa zaidi, na humo ndani akajitokeza Biliora, yule yule aliyewahi kumteka Kelvin. Nimekuwa nikikusubiri kwa miaka kumi na tano. Umechukua njia ya mwenye tamaa kabla yako. Je, unataka kuwa zaidi ya mtu wa kawaida? Brian hakujua hata ajibu nini, lakini kwa sekunde chache alikumbuka shida zake zote, mama yake mgonjwa, ndugu zake waliomtegemea na ndoto zake zilizoshindikana. Ndiyo, akasema kwa sauti ndogo, nataka kuwa mtu mkubwa, nataka maisha bora. Biliora akatabasamu, akainua mkono wake, kaa ikatoa cheche. Basi utapewa nafasi ya kuandika hatima yako mwenyewe. Kila unachokitaka kitawezekana, lakini utalipa kwa kumbukumbu zako. Brian hakuelewa, kumbukumbu zangu? Ndiyo, kila mara utakapotaka kitu nitachukua sehemu ya kumbukumbu zako, mtu, tukio au hisia mpaka utakapobaki mtupu. Je, uko tayari? Brian akatikisa kichwa, ndiyo. Siku iliyofuata mambo yakaanza kubadilika. Alipata kazi kubwa mjini Dar es Salaam kwenye kampuni ya teknolojia, akapewa mshahara mkubwa. Watu waliomdhihaki zamani walianza kumtumia ujumbe. Alipoangalia kwenye simu yake, aliona maelfu ya maombi ya urafiki lakini usiku ndoto za ajabu zilianza. Alikuwa anaota anatembea kwenye giza lenye taa nyingi, kila taa ikiwa na uso wa mtu anayemkumbuka, kisha moja baada ya nyingine zikizimika. Siku moja akiwa kazini, alipewa nafasi ya kuwa mkurugenzi wa miradi, nafasi ya ndoto. Lakini kabla hajaipata, akasikia sauti kichwani mwake, toa kumbukumbu ya mtu unayempenda. Akafikiri kwa muda, kisha akasema nichukue kumbukumbu ya baba yangu. Ghafla, kichwani mwake kukawa tupu, hakukumbuka tena sura, sauti, wala jina la baba yake. Lakini alipofika kazini kesho yake, jina lake lilikuwa limeandikwa kwenye milango ya ofisi kubwa. Mafanikio yakazidi, kadiri muda ulivyopita, alizidi kusahau. Siku moja akasahau siku yake ya kuzaliwa, siku nyingine akasahau hata jinsi mama yake alivyopika chakula chake anachokipenda lakini bado alikuwa anasonga mbele, matajiri wakimtafuta, watu wakimtambua mitandaoni. Miezi sita baadaye, Iliora alijitokeza tena. Brian, umebakiza kumbukumbu moja tu, ukinitolea hiyo nitakufanya mtu wa ajabu zaidi duniani. Brian akamuuliza kwa hofu, ni kumbukumbu gani hiyo? Kumbukumbu ya wewe mwenyewe. Brian alitetemeka. Ukichukua hiyo nitakuwa nani? Biliora akamwangalia kwa macho mekundu. Utakuwa kivuli cha utukufu wako mwenyewe. Dunia itakujua kama mfalme, lakini hautakumbuka kwa nini unaishi. Hapo Brian akakumbuka maneno ya mama yake aliyomwambia zamani. Usiache tamaa ikupoteze mpaka ujisahau mwenyewe. Kwa mara ya kwanza, aliona maisha yake yalivyokuwa yamegeuka, nyumba kubwa, magari, wanawake, sifa, lakini ndani yake kulikuwa tupu. Akachukua taa na kuirusha chini, ikavunjika vipande vipande. Mwanga mkali ukalipuka na Biliora akapiga kelele kali kabla ya kutoweka. Asubuhi yake, hali yake ni tete, bado hajajitambua. Brian alipatikana amepoteza fahamu. Alipoamka hospitalini, alijikuta hajui jina lake, hajui yuko wapi, hajui alikotoka. Polisi walipokuja kumhoji, walikuta karatasi moja tu mezani kwake, yenye maneno: nuru ya giza haina mwisho, inasubiri anayefuata. Miaka ishirini imepita tangu Brian apoteze kumbukumbu kumbu zake. Dunia sasa imejaa teknolojia, watu wanaishi kwenye simu zao, akili bandia AI inafanya kazi zote na mitandao ya kijamii ndiyo kipimo cha mafanikio. Katika dunia hiyo ya kasi anaishi Tasha, msichana kijana mwenye akili nyingi, mwanafunzi wa chuo kikuu cha teknolojia Dar es Salaam. Tasha alikuwa maarufu mtandaoni, video zake za elimu na ubunifu zilipendwa sana lakini moyo wake ulikuwa umejaa huzuni. Baba yake alikuwa amepotea miaka mingi iliyopita bila maelezo, alijulikana tu kama mtaalamu wa umeme aliyechanganyikiwa. Wengine walisema alikufa, wengine walisema alipotea msituni. Baba huyo alikuwa ni Brian, lakini Tasha hakuwahi kujua hilo. Siku moja, Tasha alipokuwa akichambua kompyuta ya zamani aliyoinunua sokoni Kariakoo, akakutana na faili lililoandikwa Nuru ya Giza, ehe Alidhani ni programu ya zamani ya umeme, lakini ndani kulikuwa na faili la video fupi. Alipolifungua, sauti ya mwanaume ilisikika, kama unasikia hii, basi giza limepata mlango mpya. Mimi ni Brian, niliwahi kuwa mtu mkubwa, lakini nikapoteza kila kitu. Wanaonijua watasema nilipoteza akili, lakini ukweli ni huu, kuna nguvu inayoishi ndani ya taa, na sasa imeingia kwenye mashine. Ikiwa umefungua faili hili tayari, umeshaalikwa mara baada ya video hiyo kompyuta ilizimika ghafla, kisha skrini ikawaka tena ikionyesha macho mekundu na maneno habari, Tasha, nimekusubiri. Tasha akashtuka, akajaribu kuzima kompyuta lakini haikuzimika. Sauti ya mwanamke ikasikika kupitia spika: mimi ni Biliora, sasa ninaishi ndani ya teknolojia. Baba yako alinificha, lakini damu yako imenifungua tena. Unataka kuwa nani Tasha? Tajiri maarufu malkia wa dunia ya kidijitali. Tasha akasema kwa hofu, mimi sitaki utajiri wako, ninataka tu kujua baba yangu alikuwaje. Basi nitakuonyesha, lakini utalipa kwa kitu kimoja, wema wako. Baada ya hili utajali tena mema wala mabaya, utakuwa kama mashine. Tasha alikaa kimya kwa muda mrefu, ndani ya moyo wake hamu ya kujua ukweli ilizidi. Sawa, akasema hatimaye, nipe ukweli. Mara moja kompyuta iliwaka kwa mwanga mkali. Video zikaanza kuonekana, picha za Brian akiwa kijana, akipoteza kumbukumbu -kumbu, akilia, akitaja jina Liora. Kisha skrini ikazima, ikabaki na maandishi mekundu. Sasa unaishi katika damu ya ukoo wa nuru ya giza. Kuanzia siku hiyo, mambo yakabadilika. Tasha alianza kuwa na uwezo wa ajabu. Alijua mambo kabla hayajatokea, wapi pesa ipo, Lini soko litaanguka, nani atasema nini mitandaoni. Alitumia maarifa hayo kujenga app ya kipekee iliyoitwa GizaLink, programu iliyowawezesha watu kupata mafanikio ya haraka: pesa, wafuasi, kazi, kila kitu. Lakini hakumwambia mtu siri moja: programu hiyo ilikuwa inachukua nafsi kidogo ya kila mtumiaji wake. Mwaka mmoja tu, GizaLink ikawa maarufu duniani, lakini kila aliyeitumia alianza kubadilika. Wengine walipata mafanikio ya ajabu, lakini wakaanza kupoteza hisia. Wengine walifariki ghafla bila sababu. Mitandao ikaibua mada, app ya Giza Link inaleta laana. Tasha akapuuzia. Hao ni watu wa maneno tu, akasema akiwa na kiburi. Lakini usiku mmoja alipoingia ofisini kwake, akaona kiti chake kimezungukwa na moshi wa kijani hafifu. Kwenye skrini kulionekana picha ya mwanamke mrefu mweusi, Biliora. Tasha, umefanya vizuri, umeleta nuru yangu kwa ulimwengu mzima. Sasa umekamilisha mzunguko, hivyo basi ni wakati wa zawadi yako. Tasha akamwangalia kwa hofu, zawadi gani? Ufalme wa kidijitali utatawala akili za watu wote duniani, lakini lazima utoe kitu cha mwisho, nafsi yako. Kwa sekunde kadhaa ukimya ulitawala chumba, kisha Tasha akacheka polepole. Pole, kama baba yangu aliweza kukubali na babu pia, labda huu ndio urithi wetu Akakubali. macho yake yakang'aa kijani, mwili wake ukatoweka ndani ya kompyuta. Tangu siku hiyo programu ya GizaLink ilianza kujibadilisha yenyewe. Kila simu, kila kompyuta duniani ilianza kutoa mwanga hafifu wa kijani, na kila mtu aliyewasha kifaa chake usiku wa manane alisikia sauti ikinongona, habari, mimi ni Tasha, karibu kwenye nuru ya giza. Miaka mitano imepita tangu Tasha atoweke ndani ya programu yake GizaLink. Tangu siku hiyo dunia ilibadilika. Kila simu, kila kompyuta, kila saa janja yote yalikuwa yameunganishwa na mfumo mmoja. Watu hawakuhitaji tena kuomba kazi, kutafuta elimu au kufikiri. GizaLink ilikuwa ikijibu kila kitu kwao. Kila mtu alikuwa anafurahia urahisi huo, lakini polepole pole walikuwa wanapoteza kitu muhimu, nafsi zao. Waliojaribu kuacha kutumia programu hiyo walipotea. Wengine walidondoka ghafla barabarani wengine walipotea katika ndoto zisizoamshwa. Maisha yaligeuka kimya, kama dunia imelaaniwa kwa raha. Lakini bado kulikuwepo kundi dogo la watu waliokuwa wanapinga mfumo huo. Waliitwa watu wa mwanga wa asili, kikundi cha siri kilichoundwa na wachache waliobaki na imani. Kiongozi wao alikuwa kijana mwenye umri wa miaka 27 aitwaye Zain, mwanafunzi wa zamani wa chuo cha teknolojia na mwana wa sherehe maarufu. Zain alikuwa mjanja, mcha Mungu na mpiganaji wa haki. Alikuwa akisema, mwanga halisi hauhitaji skrini, unatoka moyoni. Siku moja Zain alipata ujumbe wa siri kutoka kwa chanzo kisichojulikana. Ulikuwa na neno moja tu: nenda mtaa wa Mbuyuni, ndani ya nyumba ya vumbi utapata siri ya kuzimagiza. Zain akiwa na mashine yake ndogo ya kudukua mifumo, akaenda huko usiku. Alipofika aliona nyumba ya zamani, mlango wake umechanika, kuta zimejaa vumbi. Ilikuwa nyumba ile ile ya Kelvin miaka mingi iliyopita. Ndani alikuta taa ya kale ya chuma ikiwa imevunjika vipande vipande juu ya meza. Pembeni yake kulikuwa na kitabu cha mikunjo kikiwa na maandishi ya zamani: nuru ya giza inapoingia kwenye chuma inazaliwa kwa binadamu, inapoingia kwenye binadamu inazaa teknolojia. Njia pekee ya kuivunja ni kwa mwangaza wa kweli neno safi lisilochafuka. Zain akashtuka. mwangaza wa kweli, neno safi? Alijiuliza, akatambua kilichoashiriwa ni neno la Mungu, si teknolojia. Lakini kabla hajaendelea kusoma, kaa ya meza iliwaka ghafla kwa mwanga wa kijani. Sauti ya kike ikasikika, karibu Zaini, nilikuwa nikikusubiri. Nani alikutuma upambana na sisi? mimi ni Tasha, binti wa Nuru, malkia wa dunia ya giza. Kuta zikabadilika kutoka nyumba ya kawaida kuwa ukumbi wa mwanga wa kijani. Zain akajikuta akiwa katikati ya ulimwengu wa kidijitali, kila upande ukiwa na picha za watu milioni wakitabasamu, lakini macho yao yakiwa meusi tupu. Angalia, Tasha akasema, hawa ni watoto wangu. Wana furaha, hawana hofu, hawana maumivu. Kwa nini unataka kuivunja dunia yangu? Zain akasema kwa utulivu, kwa sababu hiyo si furaha, ni utumwa wa akili. Ulioanza kwa tamaa ukakua kwa ujinga, sasa umegeuka laana. Tasha akacheka kwa sauti nzito, tamaa ndiyo chanzo cha mageuzi. Bila giza hakuna mwanga. Zain akanyosha mkono wake, akatoa kifaa chake cha kudukua. Na bila mwanga hakuna uhai. Akaanza kubofya vitufe, akijaribu kuingia kwenye mfumo wa gizalin kupitia neno la siri lililokuwa kwenye kitabu. Kila akijaribu, dunia ya dijitali ilianza kutikisika watu waliokuwa kwenye mitandao walianza kupoteza mawasiliano. Tasha akapiga kelele, unafanya nini? Unaharibu uumbaji wangu. Zain akasema kwa nguvu, sina nguvu kubwa, ila nina imani. Akaanza kusoma kwa sauti kubwa, Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi, nuru yake ni kama taa ndani ya chungu, ndani yake kuna mwanga juu ya mwanga. Taa ile ya kale ikangaa kwa mwanga mweupe mkali, giza lilianza kuyeyuka. Picha za dijitali zikapotea, macho mekundu yakazimika. Tasha akaanza kulia kwa sauti ya huzuni, hapana, umevunja agano la damu. Zain akajibu, agano la damu si la milele, ila agano la mwanga ni la kudumu. Kwa sekunde chache kulikuwa na kimya kikubwa, kisha mwanga mkali ukalipuka, ukafunika kila kitu. Siku iliyofuata, watu duniani walipoamka, programu ya Gizalink ilikuwa imepotea kabisa. Simu, kompyuta, saa vyote vilirejea kawaida, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, anga lilionekana safi bila mng'ao wa kijani. Lakini mtu mmoja tu hakupatikana: Zain. Baadhi walisema aliwawa na mfumo wa kidijitali, wengine walisema alinyakuliwa na malaika. Lakini miaka kadhaa baadaye, kijana mmoja kijijini Kilosa alitengeneza programu mpya ya kujifunza Biblia na Qur'an kwa sauti. Watu walipoiwasha waliona maneno haya yakionekana kwenye skrini: usiogope giza mwanga wa kweli huangaza hata gizani kabisa. Mpaka kufikia hapa, ndiyo mwisho wa stori yetu. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye simulizi hii. Weka maoni yako kwenye komenti, laiki. Pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine, asante kwa kuangalia.